Bismillahir Rahmanir Rahim, kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma mwenye kurehemu. Hal ata alal insani hinum minad dahri lam yakun shay'an madhkura, hakika kilimpitia binadamu kipindi katika zama ambacho kwamba amba hakuwa kitu kinachotajwa. Min nutfatin amshajin nabtalihi fajaalnahu samian basira, hakika sisi tumemuumba mtu kutokana na mbegu ya uhai iliyochanganyika tumfanyie mtihani, kwa hivyo tukamfanya mwenye kusikia mwenye kuona. Inna hadainahu sabila Hakika sisi tumembainishia njia, ama ni mwenye kushukuru au mwenye kukufuru. Inna a'tadna lilkafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. Hakika sisi tumewaandalia makafiri minyororo na pingu na moto mkali. innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura, hakika watu wema watakunywa katika vinywaji vilivyochanganyika na kafuri. aynan yashrabu biha ibadullah yufajjirunaha tafjira, ni chemchem watakaoinywa waja wa Mwenyezi Mungu wakiifanya imiminike kwa wingi. yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira, wanatimiza ahadi na wanaiogopa siku ambayo shari yake inaenea ya sana. wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira, na huwalisha chakula juu ya kukipenda kwake maskini na yatima na wafungwa. inna ma nut'imukum liwajhi llahi la nuridu minkum jazaa'an wala shukura. Hakika sisi tunakulisheni kwa wajihi wa Mwenyezi Mungu, hatutaki kwenu malipo wala shukrani. Inna na Qamtarira. Hakika sisi tunaiogopa kwa Mola wetu mlezi hiyo siku yenye shida na taabu. Waqahumullahu sharra dhalika alyawm, wa laqahum nadratan wa surura. Basi Mwenyezi Mungu atawalinda na shari ya siku hiyo na atawakutanisha na raha na furaha. Wajazahum bima sabaru jannatan wa harira, na atawajaza bustani za peponi na maguo ya hariri kwa vile walivyosubiri. Muttakiina fiha ala al-araik la yarawna fiha shamsan wala zamharira, humo wategemea juu ya viti vya enzi hawataona humo jua kali wala baridi kali. Na vivuli vyake vitakuwa karibu yao na mashada ya matunda yataning'inia ya mpaka chini. Wa kanat, na watapitishiwa vyombo vya fedha na vikombe vya vigae vya fedha safi kama kioo, wamevipima kwa vipimo, na humo watanyweshwa kinywaji kilichochanganyika tangawizi. Aina fiha tusamma Salsabila, hiyo ni chemchem iliyo humo inaitwa Salsabil. Wa yatufu alaihim wildanun mukhalladuna idha raaytahum hasibtahum luuluan manthura, na watawazungukia kuwatumikia wavulana wasiopevuka ukiwaona utawafikiri ni lulu zilizotawanywa wa idha raayta thumma raayta naiman wa mulkan kabira, na utakapoyaona utakuwa umeona neema na ufalme mkubwa. Juu yao zipo nguo za hariri laini za kijani kibichi na hariri nzito ya atilasi na watavikwa vikuku vya fedha na Mola wao mlezi atawanywesha kinywaji safi kabisa. Inna hadha kana lakum jazaa'an wa kana sa'yukum mashkura, hakika haya ni malipo yenu na juhudi zenu zimekubaliwa. Inna na nahnu hakika sisi <laughs> tumekuteremshia Kurani kidogo kidogo. Basi ngojea hukumu ya Mola wako mlezi, wala usimtii miongoni mwao mwenye dhambi au mwenye kufuru. nalikumbuke jina la Mola wako kutoa kwa mlezi asubuhi na jioni. wa min al-layli fasjud lahu wa sabbihhu laylan tawila, na usiku msujudie yeye na umtakase usiku wakati mrefu. inna haula yuhibbuna al-ajilata wa yadhuruna wara'ahum yawman kwa hakika watu hawa wanapenda maisha ya kidunia na wanaiacha nyuma yao siku nzito. nahnu khalaqnahum wa shaddadna asrahum wa idha shi'na badalna amthalahum tabdila, sisi tumewaumba na tukavitia nguvu viungo vyao na tukitaka tutawabadilisha mfano wao wawe badala yao. inna hadhihi tadhkira faman sha'a attakhadha ila rabbih sabila, hakika haya ni mawaidha, basi anayetaka atashika njia ya kwenda kwa Mola wake mlezi. wa ma tashauna illa an yasha Inna Allaha kana aliman hakima. Wala hamwezi kutaka ila atakapo Mwenyezi Mungu. Hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye elimu, mwenye hikima. yudkhilu man yashau fi rahmatihi walzalimina aadda lahum adhaban alima, humwingiza mtakaye katika rehma yake na wenye kudhulumu amewawekea adhabu iliyo chungu.